Habari yako, wewe ni nuru ambayo inaangaza dunia hii, lakini kwa sasa bado hujajua, na hakuna chochote ambacho unachoweza kufanya. Ila ni mambo machache sana unatakiwa kuyajua kabla hujaikomboa dunia, kwa maana ni wewe ndio utegemezi na watu wote wanakutegemea. Amen. Nimependa una imani sana. Na una misimamo thabiti. Lakini kwenye harakati za kuisambaza Injili, nataka nikuongezee maarifa zaidi. Na pia nitakupa nguvu zaidi. Nguvu gani hizo? ambazo mimi sizielewi na ziko kinyume na mamlaka ya Mungu, ambazo unataka uniongezee mimi nguvu? <coughs> Nitakazokupa zitakuwezesha wewe kufikia ulimwengu na kuwaponya wengi wenye matatizo, ikiwemo wenye maradhi, wasioona na wenye shida mbalimbali mbali. Lakini endapo utaambatana nami. Kuambatana na wewe kivipi? Ukitaka kuyafahamu yote hayo, itakubidi ufungue moyo wako na uungane na mimi kwa leo. Ni kuache pole, umechoka sana. Amani ya Bwana iwe nawe, amina. Na wewe pia ubarikiwe, ubarikiwe. Ah. Oh. Sikutegemea kama atakuwa anaishia hapa. sehemu gani? Namana, ya, na maana hivi ndio vitu vao vya thamani. Ah, yani kikweli hata mwenye anashangaa. Yaani ukiangalia fanicha pia ni mbaya, chafu azinogi. Mimi nitegemea ningafika hapa ngakuta vitu vya dhahabu, vitu vya thamani, lakini angalia vitu bwana havi ndani hata na hadhi yake. Mimi mwenyewe nitegemea hivyo hivyo. Nitakuta dhahabu inang'aa, almasi inawaka. Sa sijavikuta hivi vitu. Ya, afu kweli angalia ameandika home sweet home ndo nini hivi? Kikweli ana akili na najitambui. Binadamu gani anaishi sehemu mbaya, inatia kinyaa, chafu, nasikia asila kukaa hataumu. Yani hata hapa yenyewe nasikia sila, kuna vitu ambavyo navisikia, nasikia maumivu miv, naumia. Yani ukiangalia hii sehemu, yani ni yani mbaya, afu pia mwili ushaanza kusimka hapa. Akutakiwa kuishi hapa kabisa, anaishiji nyumba kama hii? Mbona yani anashushaani? Kwa sababu mazingira hayafai, pia ni hatari kwa afya. <laughs> <laughs> Kiukweli inachekesha, yaani sio kuchekesha tu, inafurahisha pia kiujumla. Kwa hiyo kuja na umbile la mtu mzima unafikiri utatutisha, eh? Hivi yeah. <laughs> unafikiri kwamba kuja na umbo kubwa la tembo ndio utatutisha sisi? Au tutishi? Au tutishi? <laughs> Kabisa kabisa. <laughs> Ongeeni yote lakini, tafadhali hakikisheni hamwharibu mpango wangu, <laughs> kama mpango wa kuwazuru watu basi sisi tumekuja kuharibu hiyo mipango yako ya kuwazuru hao watu, na sisi tushazoea tangia ulipokuwa mtoto, ushazoea kuwa watu, na ndio maana hadi ukakuzuru kwa, kwa hiyo, hatushangae umodi kama mzimu na umodi kwenye dunia hii ambayo aenda nazi yako. <laughs> Unatakaje kuitawala dunia ambayo haina mali kama ulipotoka? Uone unajifedhesha <laughs> Oh, kwa sababu mmeamua kunidhi haki nyote, nitawaua na hakikisha nyote nawaangamiza. <laughs> kwa kwa <laughs> Unajiamini sana, nikupe hongera kwa hilo. Mm, napenda sana anavyojiamini napenda sana vizuri sana ila cha moto utakiona. Hivi ni kwa nini kila siku nakutana na majanga mauzauza? Vitu havieleweki. Nikuleta hapa ah, kwa sababu unajua mazingira ni mazuri sana. Ningesema nikupeleke beach. Singenda na adhi yako. Unajua mazingira ni very natural, nawe mwenyeji ulivyo mrembo, kuna hali ya hewa nzuri, unavuta hewa safi ya oxygen. Ah, huu kijana kijani, unauona ni vitu vya asilia ambavyo vimeumbwa na Mungu kwa hiyo mazingira anaendana na wewe kwa hapa, kila kitu ni kizuri kizuri, we ni mzuri, mazingira mazuri. Hebu angalia upepo na uvuma safi kabisa, nayo mwenyejisulivu mrembo, nainjoi sana hivi. Ni kweli we umekuja hospitali kwetu mara moja tu, sasa hivi unajifanya unataka kuniona mara umenimisi siku zote hizo ulikuwa wapi? Hata wengi wanasema kila shetani na mbui wake. Sikute shetani mimi, wewe ndio mbui wangu. Mi mwenye nashangaa, kwani nakuwa nakumisimisi yani. Mwenye najishangaa hata sipati majibu. Ni jana tu lakini, yani da, weze minta usingizi nimekosa. Mama Anuru, nimekuja ili nisaidie nipate utajiri ili nilee familia yangu. Kama unahitaji umaarufu na kupata jina kubwa na pesa nyingi katika hii dunia, itakubidi umuue binti ambaye alikuwa kipofu, ila kwa sasa sio kipofu tena kwa kuwa nilimponya. Nitawezaje wakati hata mende yenyewe sijawahi kuua. Inakupasa uweze, kwa sababu usipoweza utakufa. Sasa nifanyaje? Mpelekee kama zawadi na uhakikisha mikivaa sawa Hivi jamani, movie ya bari mnaifuatilia kweli? Maana mimi naipenda kama nini. Ule dada huku kacheza kutomboi, huku mdada wa saluni, ni napenda kweli. Jamani, hivi nyinyi mnaielewa, wenzangu? alizenu salama. Karibu dada, umepanda macho. We ni nani? Mbona mimi sikufahamu? naishi karibu sana. Nimekuletea zawadi. Acha. Kwani wewe ni nani? Na kwa nini unasema niache? Hivi hivyo, wenzangu, umeelewa watu waliokuja hapa? au zisije zikawa ni zile ndoto ambazo unaotaga kila siku. Maana amenichanganya kabisa. Asante. <coughs> Mke wangu huko nilipotoka leo ni pagumu pagumu pagumu pagumu pagumu sadaka leo mno, ya leo imekuwa ni ngumu mno, mke wangu jamani, kweli kabisa hivi. Mke wangu nikuuliza kitu, umulizika na maisha tunaoishi eh? Kwa sababu kila siku maisha yote ndio hivi hivi, hatubadiliki popote pale chakula ndo kile kile. Yaani, kila kitu ndo kile kile. Umeona mtoto huyu hapo ameshindwa kwenda shule ada hamna, eh? nimempeleka shule leo asubuhi tumerudishwa, walimkaturudisha ada hakuna, na kila siku nikienda shule najielezea, najielezea, subiri, subiri, subiri mambo yatakaa sawa, lakini hamna chochote kinachoendelea. wewe tu na imani. Wewe tu na imani. Imani tu imani, imani tu, katika imani unapata nini mme wangu eh? mke wangu Kumbuka hii kazi ninayoifanya ni kazi ya kiroho, ni kazi ambayo amenishushia Mungu nipate kuieneza injili yake kwa neno lake, sawa? Mimi wangu najua hivyo, najua sana, lakini sasa kwa nini unasimama una, una sehemu moja? Hebu eh, jaribu basi kujichanganya, hata kujichanganya na vikundi vingine, yaani utafuta hata kazi nyingine yoyote ile, hata kuendesha pikipiki daiwaka, chukua daiwaka unaendesha eh? Uwezi kukosa chochote kitu kwa sababu muona kama hivi eh? kama hivi, tangia asubuhi hatujapata chai, sasa hivi jioni, mchana hatujapata chochote, na usiku itakuwaje sasa? Itakuwaje wewe ukirudi hapo, rudi na Bibilia tu. Hali ngumu, hali ngumu, hali ngumu, hali ngumu, kila siku hali ngumu, ngumu. Tutaishi hivi mpaka lini jamani? Shauri yako. Kumbuka hata Yesu Kristo kwenye maandiko yake alisema yoyote aaminie basi atabarikiwa, abishaya atafunguliwa, aombaye atapewa na mimi sina sababu wala sioni zumuni la mimi kuacha kueneza hii injili ya Yesu. Najua mke wangu, kuna muda kweli tunapita kwenye maisha magumu mazingira magumu, lakini ipo siku Mungu atabariki kwa neno lake na kwa uwezo wake atabariki, na maisha yetu yatakuwa mazuri. Kuwa na imani, mke wangu, nakuomba kitu kimoja, kuwa na imani thabiti kutoka ndani ya moyo wako, kama ulivyonipokea mara kwanza mme wako basi uwe na imani hiyo hiyo mpaka mwisho wa maisha yetu. Hapana mme wangu, imani ya Bwana Yesu mimi ni nina, ninao ninayo vizuri tu na ninamwamini Bwana Yesu sana, lakini sasa mimi naongelea kuhusu kipato kipato tu. Mme wangu, huyo mtoto mmoja tu anatushinda, huyu mwingine itakuwaje? Mume wangu, unajua ule msemo unaosema kwamba au mbaye hupewa mwenyewe, umeutaja hapa. Lakini kukumbushe tu kitu mmeomba, sio kwamba kila anayeomba anaomba, anaomba tu bwana Yesu nisaidie, bwana Yesu nisaidie, bwana Yesu naomba unifanye kitu fulani. Hapana, anaomba huko anapambana, na uwezi ukapambana hata kwa siku mbili, Mungu akashindwa kukupa hata siku moja, na sio kwamba anatafuta kila siku anapata, watu wanakosa mme wangu. Lakini wewe umezidi, umezidi kurudi hapa kila siku, njaa kila siku na hali ile ile. Kwa nini mimi nashindwa kuelewa, mme wangu Hebu badilika basi, sikia, mke wangu, kitu kimoja ambacho nataka nikwambie, labda Mungu amenishushia hii injili nipate kuieneza kwa watu, nipate kuieneza ulimwenguni, na sio kwa ajili yangu mimi ama kwa ajili yako wewe ama kwa ajili ya nani, ni kwa ajili ya watu wote duniani. Kwa hiyo kuwa na imani, mke wangu, ipo siku Mwenyezi Mungu atabariki kwa hii kazi ninayoifanya, atashushia pesa nyingi, atashushia utajiri wa kutosha na hii nyumba yetu mke wangu hapa itafunguka kwa damu ya Yesu Kristo. Miujiza mikubwa itatendeka, na kila mtu mtaani atashangaa kwamba wale watu walikuwa ndo, yule pastor alikuwa anapita mtaani ana ubili, ubili kwenye bodaboda ana ubili, ubili mtaani. Leo hii ikabadilika, watu watashangaa. Kuwa na imani tu mke wangu. Najua kama ni watu wote, lakini hebu angalia watu wengine, kwani watu wengine hata marafiki zako wanategemea kitu kimoja tu, wanataka kunifanyia hivi. Lakini jamani, wanataka nionekaneje mimi? Eh, eti embadilika basi hata kidogo. Hata mimi sielewi. Naona uko chini tu, umedondoka. Habari yako wewe? ni noro ambayo inaangaza dunia hii. Lakini kwa sasa bado hujajua. Na hakuna chochote ambacho unachoweza kufanya. Ila ni mambo machache sana unatakiwa kuyajua kabla hujaikomboa dunia. Kwa maana ni wewe ndio utegemezi na watu wote wanakutegemea. Kwa namna gani? Huwezi <laughs> kunielewa kwa sasa. Lakini baada ya muda utaelewa kila kitu. Ukihitaji kujua zaidi unatakiwa unitafute. Na utajua pa kunipata. Uh, uh... Mama Anulu, Mama Anulu, wakati nikitaka kumpatia, kuna mtu alitokea inikataza. Ondoka! Ni nani huyu anafuatilia mipango yangu? Lazima nimtambue. Nitaanza na yeye na yeyote yule atakaye thubutu kuniingilia kwenye mipango yangu. Nimekuita hapa kukuambia, ni lazima umuue yule binti, kwa sababu umekwisha ufahamu undani wangu zaidi, na kama utapuuza utakufa. Mwanzo nilikupatia hilo jukumu na likakushinda. Sikushindwa jukumu ulionipa, bali kuna mtu anayemlinda Inakupasa kufanya hivyo kwa haraka sana. Unaweza kwenda. Karibu, asante. Una shida gani? Niambie, nitakusaidia. Nimekuja natoka kujua yule mama wa Nuru. Zile nguvu ni za Mungu au ni nguvu za giza? Yule hatumii nguvu za giza, ila anatumia nguvu kutoka katika ukoo wake, ila akizitumia vibaya atakuwa hatari sana katika dunia. Na kama hatumii nguvu za giza, ni kwa nini anavaa nguo nyeusi? <laughs> anachotaka kukijua sihitaji akijue, na kama utamfafanulia zaidi basi nyote nitawanga kabisa. Ondoka! Kwa nini mganga? Ondoka haraka! Na wewe unasubiri nini? Potea! Nema, kumbe ni mwoga kiasi hichi. Alafu nahitaji kujua vitu visivyo kuhusu. Leo nakuonya, ila siku nyingine nitaondoa uhai wako. Na hii njia aliochagua kupita sio sahihi. Tafadhali, samahani.